Kwa kifupi sana ambacho amekizungumza CEO wa klabu yetu leo ametuambia kwamba Young Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soccer School. Tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania. Na project hii ni kama shule ndio maana imeitwa Yanga Soka School. La kwanza kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soka School? Sio hapa, ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa sifuri mpaka 14 ni watoto zaidi ya milioni 26 ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, na katika watoto hawa wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa wako wazazi ambao wanaangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira wa miguu. Tunafahamu wote. Sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi, na ni kazi inayolipa vizuri. Namwona bwana mdogo Lamini Yamal akiwa na miaka 16 17 ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani. Ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani. Ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha ni kupitia football. Kimwangalia Lamine Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka 16, ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Young Africans Sports Club, kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soccer School inakupa njia sahihi wewe kama mtoto kufikia kariya yako ya kwenda kuwa kwenye professional footballer, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa, njia sahihi. Ndio maana ukiangalia hapa sio, amegawa hizi uh, umri katika maeneo matatu. Kwa Yanga Soccer School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri: kuna watoto chini ya miaka kumi na moja, kuna watoto chini ya miaka kumi na tatu na kuna watoto chini ya miaka kumi na tano. Tunaandaa mchezaji kwenye misingi sahihi ya afya ya mchezaji mpaka anakuja kuwa mchezaji ili ikamilika anavyoturn kwenda profession, na sasa hivi ukiangalia, ndugu zangu, ni age ya 17, unaweza kucheza profession, unacheza kabisa professional football. Kwa hiyo ukija Yanga Soccer School ukapata misingi sahihi, ukisha turn kwenye under 15, ukienda under 17, guarantee. Guarantee kabisa kucheza kwenye professional football ukiwa na misingi sahihi. Na mwanzo ulinigusia kuhusu taaluma, mtaala sahihi wa elimu. Kuna mzazi mmoja tulizungumza naye, yeye anatumia gharama kubwa kusafirisha mtoto wake kutoka hapa. Amemtafutia shule nje ya mipaka ya Tanzania akiamini huko ndiko kuna walimu sahihi wa kuweza kumfundisha mtoto wake acheze mpira haraka. Tanzania alikuwa haoni. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, kwa sababu watu wanakimbilia elimu nje ya mipaka ya Tanzania, sisi tumekwenda kuchukua hao wataalamu wataalamu ambao wazazi wa Kitanzania huwa wanasafirisha watoto wao kwenda nje kwa gharama kubwa kufata hiyo taaluma. Sisi tunakwenda kuleta wataalamu ambao wataiongoza hii soccer school, na project hii itakuwa chini ya technical director yetu Paul Matthew, fikiri mnamuona, ndio itakuwa project ipo chini yake kwenye swala zima la kiufundi na la kumdevelop mtoto mpaka anapofika under 15. Kwa hiyo ni fursa, ni fursa kubwa kama CEO amesema, ni fursa kubwa kwetu sisi wazazi, ni fursa kubwa kwetu sisi walezi, lakini kipekee ni fursa kubwa kwa vijana wa Kitanzania wenye ndoto ya kufika mbali kimpira.